Anza hivi manake ale maboksi na usiku huu. My babies. No, no. Hello guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, usisahau kusubscribe, like and comment, na kama tayari usha subscribe nawe ni mda wa hii chale. Thank you so much kwa, kwa pamoja na mimi siku zote. Well, let's get right into the video. Well, last time nilipost video ya Zuchu akifanya unboxing ya delivery zake, alizo order online, alifungua chache tu na, na hii ni another video akifungua tena nyingine chache lakini kapokea mizigo mengi katufungulia michache mengi, tu mengine akimaliza mambo yake atatuonesha. Well, katuonesha wake na angalie video mpaka mwisho. Nimesoma baadhi ya komenti za watu na majina yao walonikomentia kwenye video yangu iliyopita. Okay, sasa let me put voice out this video. Mwangalie, mwenjoy mwanzo mpaka mwisho, na msisahau subscribe, like and comment. Hizi ndio package za msanii wetu Upendo kabisa Zuchu. Kafungua well, chache mtaona hapo mbele hapa kidogo, kwanza alikuwa na anajiselfisha na nyimbo yake mpya ya, ya Afande hapa well, kidogo. Then, tutaona hivyo vitu. Okay. Usiondoke kani hapo hapo. Leo hem tufungue kwanza hivi manake, yale mabox na usiku huu. My my just... my babies no, no, no, no! Oh my what, what! Oh my God!

Najua. Well guys, umemwona Zuchu hapo na unboxing yake na paka yake akiwa anacheza naye. Okay, kabla sijamaliza nataka niwasome ni, ni comment chache sana kutoka my previous video. Well, video ilikuwa inamhusu Diamond Platnumz akiwa zake Ngorongoro. Yeah, lakini hakuonekana na Zuchu. Lakini kuna watu mbalimbali wamecomment kwenye hiyo video. Let me read it for you hapa. Kuna huyu anaitwa ZBZ aka comment hivi, Zuchu anatafuta hela kwanza, bata baadaye nyinyi sijui mnamchukuliaje zuo? Ana akili si mjinga. Huyu mwingine anaitwa Kelvin aka comment Diamond just enjoy it bro without pressure. Huyu anaitwa Adidja Habibu ka comment, yeye hamoni Zuchu ana show, mnapenda kukuza mambo. The next one anaitwa Chani, kama nimepronounce it right, yeye kaandika hivi, kwani hamoni kama Zuchu yuko na show uwoli? Huyu mwingine anaitwa Rehema, yeye ka comment, mnapenda kukuza mambo, Zuchu leo ana show. Sasa acha show amfuate Diamond. Well na huyu mwingine anaitwa Zainab. Yeye ka comment hivi, Zuchu pia ataenda mtamuona, nyie subirini tu. Diamond kwa Zuchu happy ndio, na Zuchu naye hali kadhalika. Well, guys, hizo ndio baadhi mafans well, wa Zuchu wamekuja juu e, Zuchu yuko ana show, ndo maana hakuonekana kwenye vacation ambayo Diamond kaenda na timu yake okay. Well, kila mtu ka comment kivi yake, lakini most of them walikuwa natetea Zuchu ana show. And all I can say guys, thank you so much kwa comment zenu. I appreciate so much. Lakini guys, msipende kuweka comment za makasiriko. Okay. Well, tunasubiri hiyo show ya, ya Zuchu ambayo watu wengi umeshazungumzia kwa mazucho ana show. Tuisubiri hiyo show, tuione itakuwaje na msikia mbali, kwenye hii page yangu nitawapostieni hiyo show ikifanyika, na pia nitasoma baadhi ya comment chache na nzuri, nitazisoma hapa kwenye hii page yangu. Another video nikipost, nitasoma hizo comment na kumention hao watu walioandika hizo comment. Lakini jamani, tuongeeni ombea kidogo Sawa, Zuchu ana show lakini ndo asiende kwenye vacation na Diamond? Well, I know kuna kitu hapa katikati kinaendelea. Kama kipo basi tutakijua, yani kama kuna kitu kipo, tutakijua bila ya makelele, bila ya zahma zahma zahma, tutakijua ya maana, kwa mambo yale yaliyotokea huko Nigeria. He, ni hatari na nusu. Ya, lakini pia kitu kingine tunamjua Zuchu na Diamond wananyamaziana, mwisho wa siku sasa wanatusurprise, alafu siwambe, tunabaki, hey, kumbe mlikuwa mnatudanganya, kumbe mlikuwa mnatuzingua, tunabaki midomo wazi, tumeshushuka show. Well, tusubiri tuone kitakachoendelea nini kati ya hii kapo, wache Zuchu amalize show yake na Diamond arudi, then tutajua nini kina kitakacho And LA, yeah. And well guys, thank you so much kwa kuangalia hii video mwanzo mpaka mwisho. Msisahau kusubscribe ku like and comment, usisahau pia kuweka kubonyeza hiyo alama ya kengele hapo, ili kuweka on notification ili usipitwe na mambo mazuri na mapya ya masta wote. Pia like na comment kwenye hii video, next time nitasoma comment yako nzuri utakayoiweka hapa. Well guys, malizeni na hii